A, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa, wa, wa Kishki TV ni wiki nyingine tena, ndani ya kipindi chetu adhim kabisa cha swala kwa usahihi, na leo e, tutakuwa naye kama kawaida Sheikh Hamza Ramadhan, ambaye siku zote amekuwa hapa kwa ajili ya kutufahamisha kwa namna gani ambavyo tunaweza kuiswali swala, lakini si tu kuiswali, bali kwa usahihi wake. Katika kipindi kilichopita tuliangalia swala ina maana gani, lakini pia vile vile imetokea wapi na kwa namna gani ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliiswali swala hii kupitia mafundisho ya kwake Jibril, kisha yakatofikia sisi katika zama hizi. Na hii leo tutaingia katika kipindi chetu cha pili, ambapo ndani ya kipindi hiki tutaangazia baadhi ya mambo ambayo yanapatikana ndani ya swala ama yale mambo ambayo yanaiunda hii swala yenyewe, kwa maana ya nguzo zake, sharti zake, lakini pia vilevile sunna zake, alkadhalika nyajibu wa swala na kabla ya kuanza kipindi chetu katika siku ya hii leo, kumbuka ya kwamba katika kipindi kilichopita tulikuahidi ya kuwa tutakuja kuzungumzia awali kabisa kuhusiana na yule mtu ambaye anaiacha swala, kuna madhara gani? Kuna ubaya gani wa kuiacha swala? Kabla ya hapo, nimsalimie Sheikh Hamza Ramadhan, kisha tuweze kuendelea. Sheikh, assalamu alaikum. Waalaikum ssalam warahmatullahi wabarakatu na ni furaha tena katika wiki nyingine tunakutana ndani ya swala kwa usahihi. Eiwa, ni nafasi nyingine, mm, ya kufanya lingine. Ndio, na ni jema mwislamu awe na jambo kila siku sawa sawa, na Allah anatuambia wa wabudu rabbaka hata yaatiaka lyaqini, endelea kumwabudia mola wako mpaka ikujia umauti. Nam, mm, nam. Na shehe, tulizungumza katika kipindi kilichopita na tulimwahidi mtazamaji wetu ya kwamba tutaanzia katika eneo la ubaya

Swala ni ibada iliyo tofauti na ibada zingine, kwa kuzingatia ibada zingine zimeteremshwa kwa kutumwa Jibril alaihi salam kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardhini, na akapewa sheria pasipo eh, kuwa na tatizo lolote, lakini ukija katika ibada ya swala haikuwa hivyo kumeandaliwa msafara wa kimuujiza ambako wa safari ya ambako, kwa binadamu wa kawaida hawezi kuienda ile safari na haitotokea, kwa sababu ile ilikuwa ni muujiza wa safari hiyo na haitotokea tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallama akaenda Miraj, saa fauka saba samawati, juu ya mbingu saba nikupe faida kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kutoka ardhini mpaka kufika mbingu ya kwanza ni, m, ni safari ya miaka laki tano, miaka laki tano, miaka laki tano. Kutoka mbingu kwenda mbingu nyingine ni miaka mingine laki tano no. Kutoka e, ile ukuta wa mbingu ili umalize ule ukuta uje uvuke uende mbingu nyingine ni miaka laki tano. Sasa tunazo mbingu mgapi? Saba, saba. Sasa mara tano tano mara, mara saba ni, la, yeah. Sasa kila mbingu sina sehemu mbili, mwanzoni na mwishoni mm. alafu kila mwishoni naye ni laki tano tano. Sasa hiyo ni masafa ya miaka mingi sana, kitu ambacho mm. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kwa usiku kwa usiku, sio siku, sio siku, siku pekee. Yani wanasema wanawachuoni, subhana alladhi asra, abid, asra bi abidihi lailan. Ili neno lailan inafasirika kuwa ni juz'an, ni sehemu, sio usiku mzima, bali ni sehemu ya usiku. Inaonyesha ibada ya swala inayo nafasi. Hatulizungumzii hilo kwa, u, kwa nafasi hii kama ilivyo tulivyosema kwamba swala ni mahusiano na mazungumzo kati ya mja na mola wake. Mtu atakayeacha swala kakata mawasiliano, kakata mahusiano, kakata e, ukaribu na mola wake. Swali la kujiuliza hmm, mtu aliyekata uhusiano na mola wake, kakata mawasiliano na mola wake, kakata ukaribu wake na mola wake mtu wake wa karibu ni nani? na, nani anawasiliana nani? na ni nani ambayo anamwabudia? Ana la shaka, mtu huyu kashakuwa katika hali mbaya, kwa sababu yuko na sheitani, yupo na anayemkaribia zaidi na si mwingineo bali ni nani? Ni sheitani. Na imekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika wale ambao wana, ni waumini wanapoghafilika, wakikumbuka tu wakighafilishwa wa, wa na sheitani, wakikumbuka faidha tadhakkaru, wanapokumbuka wanamtaja Allah subhanahu wataala, kuonesha kwamba yeyote aliyeacha kuwa karibu na Allah subhanahu wataala huwa yuko na nani? Na sheitani. Mtu aliyeacha swala huyu ana mahusiano na sheitani. Mtu aliyeacha swala huyu ana mawasiliano na nani? Na sheitani. Mtu aliyekuwa na na mbali na Allah huyu anakuwa yuko karibu na nani? Na sheitani. Huu ni ubaya wa kwanza. mm. Ubaya wa pili, huyu anakuwa hamuombi Allah katika nyakati sahihi na katika sehemu sahihi, kwa sababu Mtume ametuambia sehemu iliyokuwa nzuri na iliyokuwa karibu mja na mola wake ni pale anapokuwa amesujudu. Yeye hasujudu, ina maana yeye anakuwa anakuko mbali na Allah. Sehemu anakomwombea Allah anasikia, lakini alistahiki aende kumwomba wapi? Kwenye mm. swala. Kwa hapati ile nafasi nzuri ya kuitikiwa dua na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia huyu mja ufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kadiri unavyokuwa unajikurubisha farthi na ibada ya fardhi Allah anakupenda, na unapokuwa unaendelea na ibada ya mfano wa ile ya fardhi ukafatizia ya sunna, Allah anakupenda zaidi na anakukinga na anakuitikia dua yako papo kwa papo, unapokuwa Wumimuamba. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hadithi al-Qudusi, ma taqarraba ilayya 'abdin bi shay'in ahaba ilayya mimma ftaradtuhu 'alayhi, hajapatapo mje kujikurubisha na kitu nikipendacho zaidi kuliko kile nilichomfaradhisha, na ataendelea mje kujikurubisha na vile vya sunna mpaka mimi nitampenda nikimpenda, fa idha ahabaptuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha, mje huyu nitakapompenda ninakuwa mimi ni sikio lake, ni jicho lake, mkono wake na mguu wake. Wala insaalani la lawutianahu, akiniomba tu mimi nampa, wala inistaadhani la lauaidhanahu, na akinitaka ulinzi mimi namkinga. Mtu aliyeacha swala hana ulinzi wa Allah. Mtu aliyeacha swala hapendwi na Allah. Mtu aliyeacha swala huyu mja dua zake zinakuwa ni mashaka mashaka kuitikiwa, na mtu huyu anakuwa hana kinga shari yoyote inaweza kumfikia mda yowote, kwa sababu miongoni mwa faida ya swala inakuzuia wewe na maovu na machafu. Mtu asiyoswali hana kinga ya, ya maovu na machafu mm. Huu ni ubaya wa kuacha swala mm. Lakini ubaya uliokuwa mkubwa zaidi, mtume swalla alayhi wasallam anasema eh, al-farqu al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah tofauti kati yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni swala, na maana huyu mtu anashaanza kutoka katika dini anashas, anatoka katika dini, dini. Wapo wamefika wanaochuoni wanasema huyu mtu amekufuru, ame, ame kipande walichotofautiana wanawachuoni, kakufuru katoka, kabisa hayupo katika Uislamu, hata ile shahada yake haitambuliki, au bado tunamtambua tambua kwa mbali, kwa sababu bado ana shahadia Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Wanasema wapo waliosema, ah huyu ashatoka, akirudi kuja kuanza swala ashahadie. Lakini wapo waliosema, ah bado muda wakuwa, bado ana shahada. Shahada ni kitu kizito sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hii shahada, mbingu saba pamoja na ukubwa niliyokuelezea mwanzo hmm. na na vilivyomo na ardhi saba pamoja na ukubwa wake zikiwekwa kwenye kwenye kisahani kama ni kitu uzani, alafu shahada ikawekwa katika uzani mwingine, hii hizi mbingu zote saba na ardhi zake zitazidiwa uzito nani? na shahada. Wanawachuoni wakapiga stop wakasema bado ni Mwislamu ambao yuko kingoni kingoni, kwa sababu ananini, ana hiyo shahada, lakini la sivyo huyu angelishatoka kwenye Uislamu, angeenda kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na Hayupo katika Uislamu hata kidogo. Naam, Shamza kabla ya kuingia katika yale ambayo anaijenga swala kama tulivyozungumza awali. Naam. Kuna excuse yoyote ambayo mtu anaweza akawa nayo ya ya ya kutoku swala labda pengine mtu anaumwa sana. Katika Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatupa excuse yoyote kwa wanaume isipokuwa kuna vipengele vichache kwa wanawake ambavyo vinawafanya wao kipindi hicho wasiikaribie swala kutokamana na hali waliopewa na na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mwanamke kuwa katika hali ya eda yake ya mwezi, au mwanamke kupata damu ya kujifungua. Hapa tu ndio pekee ambako mwanamke hapaswi kuikaribia swala kwa sababu hana tahara na ni hichi ndicho ambacho kimemfanya yeye asifanye ni asiswali, ama sehemu yoyote iwe mwanaume iwe mwanamke, awe anaumwa awe mzima, lazima tusimamishe ibada ya swala tano. Kilichoelekezwa na Uislamu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kile ambacho kinatuonyesha kwamba Uislamu ni dini ya Allah inatekelezeka, na inaweza ikatekelezwa na kila mtu kutokamana na mazingira yake. Vipi? Ukija katika ibada ya swala, Mtume mm. sallallahu alaihi wasallam anatuambia, sali soal, soal, qaiman, swali ukiwa umesimama. Fain lam tastati fa qaidan, kama hauna uwezo wa kusimama, basi swali kwa kukaa. Fain lam tastati fa ala jambi, kama hautoweza, basi swali kwa kulala. Hapa inaonyesha kwamba Muislamu hata kama akiwa anaumwa, muda wa kuwa akili yake nafanya kazi, Muislamu huyu anatakiwa aitekeleze ibada ya swala. Anaweza kusimama, aswali kwa kusimama. Hawezi kus, kus, kusimama, aswali kwa kukaa. Hawezi kukaa, aswali kwa kulala. Sio hivyo tu. Uislamu umetupa ruhusa katika mazingira mbalimbali tulionayo ya kibinadamu, ukiwa uko safarini unapaswa wewe kuswali, lakini unaambiwa swala yenye rakaa nne upunguze. Hiyo ni rakaa ngapi? Mbili. Swala hiyo hiyo iliwekewa wakati kila swala kipekee, lakini inapokuwa umepata udhuru wa safari unaweza ukazikusanya swala zikaswaliwa kwenye wakati mmoja, moja, kama alaasiri na adhuhuri kaswali kwenye wakati wa alaasiri au adhuhuri kaileta, au alasiri ukaileta katika wakati wa nini, wa dhuhuri. Maghribi unaweza ukaipeleka katika wakati wa isha, isha unaweza ukaileta kwa wakati wa... Mm. wa maghribi. Hii yote ni nini? Ni Allah kutuwepesishia sisi kutokamana na mazingira yetu tuweze kuitekeleza hii swala, mpaka imefika mahala, hata yule ambaye yupo katika kipandwa eh, usafiri wake, hana mazingira ambayo yanamruhusu kuswali katika hali ya, ya kushuka katika usafiri, ima yuko porini anahofia wanyama pori wanaweza wakamvamia, anaswali ndani ya chombo chake. Bali hata ukiwa uko safarini, chombo kinaenda, wewe ukafanya nini? Ukafanya ibada ya swala. Kuna mvua, huwezi kutoka, kuingia, kusimama kwenye sehemu ya matope, una swali ukiwa katika sehemu ambayo wewe haina nini haina mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha mwaadhini wake inaponyesha mvua adhini, lakini waambie swalieni huko huko mliko, na nini, kuliko na mvua. Pakiwa na matope, mafuriko, hatulazimishi kwenda wapi, msikitini, tunaswalia majumbani. Mtu akiwa anaumwa anaswali katika mazingira ya hali afya yake. Ha, ukiwa una, ha unataka kuswali hauna maji, umepewa hali nyingine ya wepesi kabisa ya kutumia udongo, na hii tutakuja kufundisha katika kipindi chake, bali mtu akiwa safarini kapewa mazingira ya yeye kuitekeleza ibada ya swala kwa udhu ambao haumlazimi yeye avue viatu vyake e, kuosha miguu bali ata, ana, anatakiwa atayamam. Kama ana maji, hana maji, au awe yeye anapofika katika hali ya kukosha miguu asifanye nini? Asikoshe, bali afanye nini afute. Kwa nini? Kwa sababu yuko katika mazingira ambayo sheria inamruhusu yeye kufanya hivyo. Hii yote ni sheria inataka kutupa uwezekano kwamba kila mazingira walionayo, sheria imekupa wepesi wewe kufanya ibada ya nini, ya yes, yes, swala. Kwa hakuna excuse kwa mtu kuto kuswali, kwa sababu eti ima anauma, eti amechoka, eti ana jeraha, eti ame amepata ajali bali muda wa kuwa akili iko kichwani mwako inafanya kazi, wewe unatakiwa kumwabudia na Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtazamaji wa Kishki TV unaendelea kutazama swala kwa usahihi, mi naitwa Khalid Omar, tupo na Sheikh Hamza Ramadhan, imam imamu Masjid Ambiya iliyopo hapa eh, Temeke Boko eh, na tukiwa tunazungumzia na kudadavua swala kwa kina kabisa. Kumbuka ya kwamba kipindi hiki kitakuwa kinakujia siku kama ya leo na muda kama huu wa leo. Na katika namna yake ni kwamba tumeanza katika upande wa maelezo, ili kusudi tuweze kuifahamu kwa taratibu, kabla hatujaingia katika vitendo vyenyewe vya swala vinatendeka vipi, lakini pia nini cha kusema ndani ya swala, na Sheikh Hamza atakuwa naye kwa ajili ya kutufahamisha hilo na kutufundisha vizuri kabisa. Kwa hivyo hautakiwi kuweza kukikosa kipindi hiki, walau hata kipindi kimoja, tufuatilie mwanzo mwisho, kwa sababu hii ni ibada nyeti na aina yake. E, moja kwa moja. Na sasa Sheikh Hamza, tujaribu kuanza kuingia e, katika upande wa hii swala yenyewe. Swala inaundwa na vitu gani, na tuweze kuvichambua hivi vitu kila kimoja wapo? Swala inaundwa na vitu vitano hmm. au sita. Vitu hivyo vitano ni kama ifuatavyo: cha kwanza kuna kitu kinaitwa shurut akuja tutakuja kukielezea. Cha pili kuna kitu kinaitwa arkan tutakuja mm. kuelezea. Cha tatu kuna kitu kinaitwa wajibat tutakuja mm. kukielezea. Cha nne kuna kitu kinaitwa sunan tutakuja kukielezea. Cha tano kuna kitu kinaitwa e, makuruhat. Cha sita ni mubtilat. Tumesema cha kwanza ni masharti cha pili ni arkan nguzo, cha tatu ni wajibat i nyajipu, cha nne ni sunan sunna, cha tano ni makruhat, cha sita ni mubtilat vinavyoharibu. Kuna mm -hmm. vitu vinachukiza haviharibu swala, lakini kuna vipo vinaichukiza na kuiharibu kabisa ile swala yenyewe. Sasa ukija katika kipengele cha kwanza kwanza cha kwanza shuruti ambazo ni shurut. Ni nini sharti? Wanasema asharti au ashartu, ni ma la yatimu shei illa bihi, ni kile kitu ambacho hakitimii kitu isipokuwa kipatikane hichi, hichi kitu. Kwa mfano kwa mfano hmm. ili uweze kujua sharti no. Swala haiwezi kuswaliwa mpaka hadi wakati ufike adhuhuri hatuwezi kuiswali mpaka hadi wakati wa adhuhuri, fanyeni uweze kufika kwa hii. Wakati ni sharti ya swala hmm. Swala haiwezi kukubalika mpaka uwe na udhu. Huu udhu ni sharti ya swala. Swala haiwezi kukubalika mpaka mtu avae katika muundo unaokubalika katika swala, satrul awra ni sharti ya swala swala haiwezi kukubalika mpaka hadi e, uelekee kibla kwa hiyo hmm, kuelekee kibla ni sharti ya nini? Ya, ya swala. Swala haiwezi kukubalika isipokuwa kusimama kwa yule mwenye, mwenye uwezo hmm. Kwa kumbe swala haiwezi kusimama ni, ni sharti ya nini? Ya, ya swala. Kwayo ni kile ambacho hakiwezi, hakiwezi kupatikana kitu mpaka chenyewe bila ya hivyo vitu eh, una, una, swala. Una swala lazima hivyo vitu vitekeleze ili swala yako iwe sahihi eh, ndugu yangu Khalid. Naam. Na nikienda, nikimweleza mtazamaji hakika ya swala inayo masharti t tisa. Tisa. Eh, mm. Swala inayo masharti mangapi? Tisa, tisa. Mm. Sharti ya kwanza ambayo huwa ni sharti ya kila kitu ni nikuwa ni Mwislamu. Uwe Mwislamu ili swala yako ikubalike, lazima uwe nani? Mwislamu. Allah subhanahu wa taala anasema, wama manaahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah, hakuna kilichozuia siku ya kiyama kukubalika matendo mazuri walioyafanya wasiokuwa Waislamu isipokuwa ni kwa kuwa wao wamemkufuru Allah. Tunafahamu na tunakiri Wasiokuwa waislamu wanatoa sadaka, wasiokuwa waislamu wanasaidia, wasiokuwa waislamu wanafanya mambo mazuri mengi, ni mengi. Siku ya kiyama yatakuwepo, yataoneshwa. Unaona hii, alimsaidia yule maskini, waliona hii, alifanya kadha wa kadha. Lakini wanaambiwa wewe, hukuyatenda haya ndani ya imani. Kwa hiyo vinakuwa ni haba manthura, vumbi lenye kutimka. Hawatolipwa duniani, wanaweza kulipwa maisha mazuri kwa yani, wakapewa badala, wanafanya jema Mungu kampa jema lingine. Hata la kumuongeza umri kwa sababu amefanya nini? Kasaidia watu. Unajua kuongezewa, kufanya khairi unaongezewa umri, ipo katika dini. Ipo katika dini. Tungekuwa katika huo mlango ningekuelezea kwa vipengele. Sharti ya pili, kuwa ni mwenye kutambua unachokifanya. Unawezekana ukawa ni Muislamu lakini ukawa mwendawazimu, chizi, haujielewi. Sasa kuwa ni Muislamu tu haifanyi nini Haitoshi. Haitoshi kuwa na akili ya kuweza kuitekeleza hiyo swala, kwa sababu swala hii ni ibada ambayo kuna maneno maalumu, matendo maalumu, una, unaifanya kwa nia hii. Nia ndio inayokuongoza na hii akili ndio inayokuongoza hapa. Una sujudu hapa, una rukuu na hapa. Katika sijidi una sema nini? Katika rukuu una sema nini? Na katika itidali una sema nini? Unasoma Suratul Fatiha na inaanzia wapi, inaishia wapi? Unasoma nini baada ya swala? Ko, kuwa na utambuzi na akili timamu. Sharti ya tatu eh, kusimama kwa mtu mwenye uwezo. Kuna wapo wanajalia hii ni nguzo lakini kuna wapo wanaojalia hii ni sharti yani ya swala, kusimama kwa maana ya u... uswali ukiwa umesimama wima mm, hiyo mm, ni sharti, lakini tuirudishe tuje tuiweke katika ni katika nguzo tuifanya ya tatu ni wewe kuingia wakati wa swala kwa sababu Allah subhanahu wa taala anasema inna salata kanat ala lmuminina kitaba mawquta, hakika ya swala kwa waumini inao wakati maalumu. Kama tulivyoona ile kipindi kilichopita, Jibrila alaihi ssalam alikuja hmm. kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akampa nyakati kila swala na wakati wake na hapa ni zielezee zile nyakati ili mtazamaji awezi kufahamu nyakati za swala ni zipi? no. Tukianza na adhuhuri. Adhuhuri inaingia jua likitoka utosini, yani likitoka katikati ya mbingu likaanza kuporomoka kuelekea wakati wa kuzama mm. na humalizika jua linapokuwa linaelekea kwenda kuzama upande wa pili, kama mtu amesimama inaanza kupatikana kivuli mm. kile kivuli kikisha lingana kikawa ki, kiko sawa sawa sawa na ure, urefu wa, wa kile kilichotoa kivuli. Kama utapima yule mtu aliyosimama na kile kivuli chake au mti, au mti. Mm. kitakuwa ni, ni, ni, ni futi ziko zimelingana mm. hapa dhuhuri imeisha imeanza nini? imeanza alaasiri mm. si umenielewa? manake ni kwamba dhuhuri kivuli kinakuwa kifupi Ehe. Wakati ule wa jua kali mchana ule kivuli kinakuwa kifupi. Kikianza tu kinakuwa kiko karibu karibu na miguu eh, lakini kikisha... kikiwa kinamalizika, e, kinakuwa... sawa sasa. Kinalingana ee, na wewe. Kama utapima urefu wako <laughs> kile kivuli chako kitakuwa kiko sawa na urefu wako. Hapa dhuhuri imeisha, imeanza ni alasiri. Kwanza hapa inapoanza alasiri. Hmm. Kwa alasiri mpaka hadi kile kivuli kiwe mara mbili ya kile kilichotoa kivuli, kivuli. Si ulianza dhuhuri, alasiri ala, ilianzia ilikoishia alasiri. hmm. manake ikiisha swala inaingia, hmm. inaingia wakati mwingine wa wa swala sasa. Hapa kile kivuli kilikoanza, tumeanza wakati wa alasiri mpaka hmm. hadi kile kivuli kiongezeka mara mbili ya kile kilichotoa kivuli. Wee ni, hmm. hmm. ni futi sita, basi kivuli kiwe ni futi kumi na mbili. Hapa alasiri imeisha na ukitizama vizuri utakuta ndio majira ya mawingu mekundu yanaanza kuelekea na jua, jua kufanya nini kuzama. Hapa alasiri shaisha, hatutakiwi kuswali kwa kukusudia mpaka hadi jua lifike pale kwenye mawingu mekundu mekundu, kwa sababu hmm. ndio wale wanaoabudia jua wanaswali nyakati hizi. Na jua likiwa katikati ya mbingu hapa, ndio wale wanaoabudia jua wanafanya ibada wakati huo na jua likiwa linachomoza hapa mwanzoni tu asubuhi ile, wale wanaoabudia jua wanafanya ibada wakati huo. Na kawaida ya dini yetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katufundisha kuwahalifu hawa wanaoabudia asiokuwa Allah kwao, hmm. ndio maana hatutaki kuswali hapa jua likiwa linachomoza pale na likiwa lina, liko katikati na likiwa linazama hmm. Hapa hizi nyakazi hatutaki kuswali. Kwa hiyo kumbe, inawezekana ikawa tunaangalia saa saa saa kumi na mbili na nusu magharibi, wakati ushaisha, au bado haujaingia kwa maeneo mengine, kwa maeneo mengine. Sasa yeah. Ndo Kwayo... maana wanawachuoni wetu ukikuta Abdillahi Al-Farisi yule mwanawachuoni ambaye alikuwa ni wa East Africa, aliyofasiri Qur'ani kwa lugha ya Kiswahili, alikaa takriban wanasema, miaka nane akiwa anafuatilia zoni mawio na macheo hmm. Kisha akazipangia kila, kila, kila swala hmm. Kwa dakika ili hakulifanya kwa mwaka mmoja, takriban miaka ngapi? Miaka minane, miaka minane, anafuatilia kila swala ikifika, anaandika leo ime, ime, ime, mingia adhuhuri na dakika kadhaa, kesho adhuhuri meingia na dakika kadhaa, kesho kutwa adhuhuri meingia na dakika kadhaa, mwaka mzima afu, kisha na mwaka mwingine hivyo hivyo. Hii ni ishu ambayo imekuwa ni kama mujimanaalehi ile kalenda yake aliyokuwa ya amefanya nini ameitoa hmm, katika East Africa. Na Sheikh Hamza, tukome hapo katika sharti la tatu, kutokana na muda na si rafiki sana, na tuwape watazamaji wetu nafasi ya kuyasoma haya kwanza masharti matatu na kuyafahamu, kisha baada ya kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine cha swala kwa usahihi na tunazungumzia kuhusiana na masharti ya swala kabla ya kuingia katika maeneo mengine ya swala. Mi naitwa Khalid Omar, wenzangu ambao nimeshirikiana nao kuletea kipindi hiki, asante sana kwake Ahmed Kimamba, lakini pia Abdul Karim, Abdul Rahman bila kumsahau Juma Said Jusase, e, mikono ya dhahabu, akiwa anachezea kalagred na vitu vingine ambavyo unavipata vikiwa vinakuja katika sura ang'avu kabisa. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa inshallah. Kishki TV, nuru ya dini yako.